Mheshimiwa Ester Amos Bulaya, atafuata Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava, Mheshimiwa Edwin Enosy Swalle ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, wakati Mheshimiwa Rais anazindua bunge letu kuna mambo alituongoza kama taifa, na sisi bunge hili kama wawakilishi wa wananchi tunapaswa kwenda kwenye laini yake ili taifa letu lisonge mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, wote wa Tanzania tulikubaliana yaliyotokea siyo mazuri lakini si sifa kuendelea kuzungumza kitu kibaya kitakachotugawa, na rais ameonyesha nia ya kutatua kwa kuunda tume, na amesema bayana tume ikileta majibu kama kuna taasisi, kuna maeneo ilifanya makosa, atachukua hatua ili kwa yale tuliyoyapitia iwe funzo katika chaguzi zinazoenda na katika kuendesha taifa letu. Lakini alisisitiza waziri mkuu wetu, hakika umoja wetu wa kitaifa, dhamira ya rais wetu, tukimuunga mkono tutaenda kuhakikisha taifa letu linakimbia kwa maendeleo, kwa sababu taifa letu litakuwa moja. Mheshimiwa Naibu Spika, niliyesimama hapa hii ni mara yangu ya pili kuijadili hotuba ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ya kwanza ilikuwa elfu mbili na ishirini na moja aliposimama hapo kulihutubia taifa. Kuna mambo aliyasema atayafanya. Leo mimi na Watanzania ni mashahidi ameyafanya. Jambo la kwanza alisema ataenda kuendeleza mazuri yaliyofanywa na watangulizi wake. Leo tujiulize SDR iko wapi? Leo tujiulize bora la Mwalimu Nyerere liko karibia asilimia tisini na tisa. Ameendeleza kasi ya ujenzi wa miundombinu, aliahidi, alitekeleza, na vile vile akasema atahakikisha wale ambao wako nje ya nchi wanakuja tushirikiane kujenga nchi yao, ametekeleza. Ni rais ambaye anasema, anatenda. Nina uhakika haya aliyoyasema wakati anahutubia bunge hili yanaenda kutekelezwa kwa sababu kuna mambo aliyosema ameyafanya. Jukumu letu kama Watanzania kumpa ushirikiano ili tuendelee kuijenga Tanzania tunayoitaka. Hakuna mtu mwingine wa kutujengea taifa hili isipokuwa sisi, kwa kusimamia rasilimali zetu, kwa kutumia mikopo ya ndani na nje itumike vizuri, ili tuiache Tanzania kwa vijana ambao zaidi ya asilimia sitini kwenye hotuba yake Daktari Samia Suluhu Hassan amewataja zaidi ya mara tano, na leo nataka nizungumze na vijana wa taifa hili. Mimi Ester Bulaya niliingia bungeni hapa nikiwa mbunge wa vijana. Tuliona hotuba ut... mbalimbali, tuliona kasi za maendeleo ya kutatua changamoto za vijana, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, amesema amesema vijana wa taifa hili ndio wenye nchi yao, lazima kwenye asilimia mbalimbali za bajeti ya nchi hii waweze kupewa kipaumbele. Akasema kwenye programu mbalimbali katika mawizara mbalimbali mbali, vijana watapewa kipaumbele. Nilikuwa napitia ripoti hapo unapozungumzia kuanzisha dirisha madirisha ya uwekezaji kwa ajili ya vijana unazungumzia kutengeneza mabilionea ya vijana watakaotengeneza ajira kwa vijana wenzao. Unapozungumzia taarifa kutenga bilioni mia mbili kwa ajili, Mheshimiwa yasa, kuna taarifa kutoka Mheshimiwa saashisha mafue. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaka kumpa tu taarifa dada yangu senior kwa mchango wake mzuri. Kuna maneno ameweka pale kwamba mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Mi nataka tu kumpa taarifa, mama huyu hajawahi kuwa mnyonge, ni shupavu kweli kweli, na nilikuwa nataka tu kumpa taarifa kwamba kwa kuwa amefanya vizuri tumpe akiwa hivi sasa hivi maua yake. Asante sana na namshukuru kwa mchango mzuri, asante mheshimiwa. Mheshimiwa Ester Bulaya, taarifa unaipokea? Mheshimiwa Spika, taarifa yake inaongeza mchango, lakini hii ni msemo wa kunogesha mambo ya msingi kama anayoyafanya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa unapozungumzia kutenga bilioni mia mbili kwa ajili ya vijana wajasiriamali unazungumza hawa wamachinga wanaofanya biashara ndogo ndogo na wenyewe waweze kusimama kiuchumi. Nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? unapozungumzia kutenga maeneo kwa ajili ya kuwajengea mazingira mazuri ya kufanya biashara unawagusa vijana wa nchi hii ambao wengi ndio wajasiriamali wadogo wadogo. wa Lakini mheshimiwa, leo katika historia ya nchi yetu kwenye hotuba hii, mheshimiwa rais amesema anaenda kuanzisha campus za vyuo vikuu kwenye kila mkoa. Amesema anaenda kuongeza pesa za mikopo ambayo wote tunajua bajeti ya mwaka jana pesa za mikopo peke yake bilioni mia tisa kumi na sita. Haya yote yanawahusu vijana wa nchi hii, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amesema anaenda kuendeleza program ya kujenga veta kila wilaya. Veta zinawahusu vijana, vijana ndio watakao kuwa wajenzi wa nchi hii, na tumeona nchi zote zilivyofanikiwa kiuchumi kwa kujenga viwanda, vilienda kuwekeza kwenye vyuo vya kati ambao unaenda kuwatengeneza mafundi mbalimbali, watasambazwa kwenye viwanda mbalimbali kuijenga nchi yao. Hiyo yote unazungumzia vijana wa nchi hii, lakini unapoweka mkakati wa kuhakikisha tunaendeleza economic zone kwa kujenga viwanda kutokana na malighafi zinazopatikana kwenye mikoa wa husika wanufaika ni vijana vijana wa taifa hili. Mmepata amiri jeshi mkuu anayewajali, anayewaandalia kesho yenu. Changamkieni fursa. Sisi wawakilishi wenu kwenye maeneo yetu tutahakikisha pesa za mikopo wanapata vijana kweli wa masikini, wafanya kweli biashara ndogo ndogo, ili neema hii aliyoiweka Daktari Samia Suluhu Hassan. Malengo haya ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuwakabidhi nchi yao vijana, waweze kuijenga wenyewe, tutahakikisha inafanyikiwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati unawasilisha una, una, una hoja, umesema jambo la msingi sana, serikali ambayo wewe ni kiongozi humu bungeni, watendaji wazembe watendaji waliozoea kufanya kazi kwa mazoea, sisi kwenye maeneo yetu tutakusaidia, kwa sababu kumlea mtendaji mzembe ni kuipinga ilani ya chama cha mapinduzi isitekeleze kwenye maeneo yetu ambayo msimamizi wake ni daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu aliyowaaminiwa na Watanzania kuwaletea maendeleo. Sisi tutaisimamia, kwa sababu tunajua ana dhamira amejipanga si tu kuleta maendeleo, kuacha tabasamu kwa Watanzania, akipumzika wamkumbuke kwa mema aliyoitendea haki taifa hili. Sisi tutamsaidia Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo na kushukuru sana, asante sana. Mheshimiwa Ester Amos Bulaya kwa mchango wako mzuri.